Msanii wa muziki wa hip hop nchini ambayo julikana kama Wakazi ameamua tena kuwashukia viongozi wa dini kwa mitazamo yao ambayo ameitoa hususan kuhusiana na masuala mazima ya maandamano ambayo yanazidi kushuhudiwa sasa. Alikuwa ameweka baadhi ya picha ambazo zinaonyesha uh, viongozi wa BAKWATA na viongozi pia wa dini ya Kikristo ambao walikuwa wanatoa kauli ambazo zinaonekana kabisa kwamba wanayoshutumu waandamanaji na uh, wa kuitetea wa wa serikali kutokana na hiki ambacho kilishuhudiwa ni kwa alisema kwamba sio shekhe ubwabwa tu hadi pasta wali yupo. Sasa amesema kwamba Tanzania ni nchi ya kipekee ambayo, ukiweka mbali ukosefu wa haki, utawala bora na maendeleo ya watu, tulifanikiwa kuepuka maadui hawa wawili, udini na ukabila. Hili limefanya tuwe na utulivu mbao kwa mbali unaweza kadhani ni amani. Nimefurahia uh, nimefurahia uh, jinsi wenye nchi wakiongozwa na jinsi walivyofanikiwa kuzima upuuzi wa kutugawa kidini ulioleta na low brain strategies za watawala ingawa kweli uh, kuna waliojificha nyuma ya dini ya Kiislamu na kutoa kauli chafu na za uchochezi, ni ukweli usiopingika. Wapo viongozi wa Kristo ambao walifanya hivyo pia. Tuka, tuwakatae wote kwa pamoja na tusisite kuwaita manabii wa uongo. Bakwata inajulikana kujaa mashehe ubwabwa, ndio maana uh, wakadai amani kwanza kabla ya haki, ili wasaidie eh, narrative ya utawala uzuri. Wa waislamu hawafuati maneno ya mashehe bali mafunzo ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Qur'an tukufu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Baadhi ya majina ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ni Al-Adi, Al-Hakam na Al-Muqsit, na yote yanadhima ya haki. Leo shehe kapewa mlungula anapotosha umma na kuongelea vurugu badala ya kukemea mauaji. Pia kuna wachungaji ubwabwa kama mwamposa na yule mwingine zeruzeru. Mwamposa unatumika na ipo wazi, hadi kanisa kwako walikuja eti maandamano yanaharibu tukufu wa Mungu. Yesu aliandamana kuingia Yerusalemu, na pia alifanya vurugu kwenye hekalu pale watu walipozingua. Biblia takatifu inasema Mungu wetu ni Mungu wa haki, Zaburi 89 uh, 14 amesema kwamba ameweza kusema kwamba uadilifu na haki ndio msingi wa ufalme wako. Pasta gani unahubiri neno la Bwana na unajipa upofu wa kutetea kutetea wapigania haki ili hali Mungu ni wa haki. Bothered ni utamaduni wetu na unalindo na katiba, na kiukweli familia zetu nyingi ni za Kirislam. Pongezi kwa mashehe na makanisa yaliyosimama kwenye ukweli na haki, ni kwa jenzi waliozima upuuzi. Ujumbe kwa mapasta na mashehe ubwabwa kama tunavyosemaga ACT Wazalendo e njaa yako na kumaliza pale chini kuandika kwamba the leader. Huu ndio ujumbe wa wakazi ambao alikuwa ameandika kupitia Instagram ya kwake, kuchamba na kuwasuta wale ma, viongozi wa makanisa na viongozi wa uh, misikiti pia, ambao walikuwa wamekuja wazi kuja kuitetea serikali na kudai kwamba haki itendeke, kudai kwamba amani iwepo hata bila kuzingatia swala so zima la haki. Hiki ambacho amekisema wakazi, una maoni gani kuhusiana hilo? Drop pale chini kwenye uwanja wa comment.